Sakata la kufungwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima limechukua sura mpya baada ya vyombo vya usalama kuzingira kanisa hilo kuanzia jana saa tano usiku. Hatua hiyo imekuja baada ya jana kusambaa barua iliyosainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia Tanzania, Emmanuel Kihampa ya kulifunga kanisa hilo. Florence Majani ametuletea taarifa ifuatayo. Mnamo saa tano za usiku jana, vyombo vya ulinzi na usalama nchini Tanzania vilizingira kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Kanisa hilo limezingirwa na vyombo vya usalama ikiwa ni siku moja tu baada ya msajili wa jumuiya za kiraia Tanzania Emmanuel Kihampa kuandika barua ya kulifungia kanisa hilo kwa madai ya kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa kwa nia ya kuichonganisha serikali na wananchi wake. Hata hivyo, wakati usahihi wa barua hiyo ukiendelea kutafutwa, polisi walikwenda kulizingira kanisa hilo. Askofu Gwajima alitumia wasaa huo kurekodi video fupi na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii akieleza hali ilivyokuwa katika kanisa hilo usiku wa jana. Ni saa tano na robo usiku hapa Dar es Salaam na hawa maaskofu wamefika hapa usiku huu sasa hivi kwa sababu ya taharuki iliyotokea kwamba tunaona hapo polisi wamekuja kuzunguka na ingawa mpaka jana usiku Gwajima hakuthibitisha kupokea barua hiyo, lakini alisema wasaidizi wake walikuwa wamepokea barua ambayo alidai kuto kuyasoma maudhui yaliyokuwamo ndani ya barua hiyo. Wakati hayo yakijiri, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro amethibitisha polisi kuzingira kanisa hilo kwa madai ya kutekeleza sheria eh, mtu ambaye amepewa mamlaka moja ya chombo cha kidini kilichosajiliwa alifikisha taasisi hiyo ya kidini kuendelea kufanya kazi iliyokuwa ikizifanya. Hayo yote yanajiri baada ya Askofu kwa Gwajima, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe, Dar es Salaam salam kupitia chama tawala cha CCM, kutoa kauli kwa nyakati tofauti akiishutumu serikali kwa matukio ya utekaji. Juzi katika ibada ya Jumapili iliyofanyika kwenye kanisa lake, askofu huyo alisema yeye ni mwanaccm na CCM hakikubali utekaji wakati hayo yote akijiri, waziri wa mambo ya ndani Innocent Bashungwa ameliambia bunge asubuhi ya leo mjini Dodoma ya kwamba serikali itazihakiki taasisi za dini ambazo alidai zinafanya kazi kinyume cha taratibu. Lakini ukifuatilia unakuta hajasajiliwa, ukimgusa anasema serikali inavamia viongozi wa dini tunaenda kufanya uchambuzi vizuri. Juhudi za kumpata Askofu Gwajima kanisani kwake na kwa kutumia nambari yake ya simu ya mkononi hazikuzaa matunda, mara baada ya kuwepo taarifa zinazodai kuwa askofu huyo hajulikani alipo hadi tunakwenda hewani.